Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu al atamani al akmali al mutalaziman ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutaendelea uh, na madarasa haya ya Sera na tumefika katika wafdi ama wageni wa banu Hanifa na hawa uh, wageni hawa ama kipande hiki ni muhimu sana kwa sababu uh, hawa Banu Hanifa yani wana tarikhi kubwa, hususan baada ya kufa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama tutakavyoona. Yani baada ya muda mchache hawa Banu Hanifa ni kabila la jamaa uh, ma mtu akiitwa Musailamatul Kadhab na huyu Musailama maarufu yani, mpaka ili jina Alkadhab limebaki na yeye mpaka watu hawajui hata lile jina la pili lake nani? Subhanallah, musailama alkadhab. Huyu musailama la ilaha illa Allah. e, musailama kabla ya kuja, aliwaambia uh, wale watu wake, ikiwa huyu muhammadi atajalia kuwa huu utumi ama huu uongozi utakuwa kwangu baada yake, basi mimi nitamfuata, basi mimi nitamfuata, wa ila simfuati. Kama hivyo simfuati, basi akaenda kakutana na bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam na miongoni mwao ni Thabit ibn Qais ibn Shammas, na bwana mtume alikuwa alikuona kama tawi la mtende, tawi la mti watendele, tawi halina tende, tawi tu hivihivi, bwana mtume wa alikuwa amelishika. Basi akasimama Musailama pamoja na watu wake kutoka kule Banu Hanifa. Musailo, uh, eh, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, manake ashasikia habari zake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia, ukiniuliza hata hili tawi ama hiki kitaga, ukiniuliza, yani ukiniomba nikupe, eh, ati sasa kwa ajili ya ule uongozi ama watakacho chochote cha dunia, amwambia sitokupa, sitokupa, manake mimi ninachokiona kwako wewe ni kile ambacho wewe mwenyewe wakijua. Subhanallah. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika zile barua, miongoni mwa barua alimtumia huyu Musailama akamwambia, hii dunia si yangu, Mwenyezi Mungu ndo anayemrithisha amtakae. Eh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaeleza hawa wafdi, yani banu Hanifa Uislamu, na akawafanyia dawa kama alivyowafanyia tu makabila mengine na. Na imekuja katika hadithi kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna siku alilala akaota kwenye ndoto kuwa ameshika bangili mbili za dhahabu amezishika. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hili likamtia e, kero likamtia hamu akashangaa. Basi Mwenyezi Mungu akampa wahi akamwambia a azi, yani azitufie ama azi, e, azipepe yani kwa mdomo hivi. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopuliza, aliambia maana yake apulize. Alipopuliza basi zile bangili zote zikafanya nini, zikaruka Bwana Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanya tawili ya ile ndoto yani, akaeleza akafahamu ile ndoto ya kuwa katika umma wake kutatokea warongo wawili, katika umma wake kutatokea warongo wawili baada yake. Wa kwanza ndo Musailama Alkadhabi na mwingine ni mtu pia alodai utumi akiitwa n Alaswad Alansi. Alaswad Alansi huyu ni mtu wa kutoka Sanaa kutoka Yaman pia huyu alidai utumi subhanallah. Na huyu e, Musailama Alkadhabi kama inavyojulikana alidai utume tangu wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini haikudhihiri ile nguvu yake eh? Haikutokea, Bwana Mtume hakutuma watu kwenda kupiga vita mpaka baada ya kufa kwake ndo Saidna Abubakar akatuma watu kwenda kumpiga vita huyo nani, Musailama Alkadhabi. Na Saidna Abubakar alituma e, Saidna Khalid akiwa ndo kiongozi na wakaenda Waislamu wakapigana naye na wale Banu Hanifa ambao yani tutaona kuliko mtu wa wengi wan, lakini mwishowe Saidna Khalid akashinda na alomuua huyu, e, Musailima katika akwali tofauti, tofauti miongoni mwa walomuoni Wahshi ambaye pia huyu ndo alimuua Saidna uh, uh, uh, Hamza kama tunavyokumbuka katika vita vya Uhudi mpaka um, ikawa yeye Wahshi asema mi nilikuwa naona kama kule kumuua Musailama ni kama takfiri, kama kufinika zile dhambi zangu za kumuua Saidna Hamza maskini. Naam. Almuhim, hawa e, Banu Hanifa tukirudi katika hapa walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wanamtum wa wa e, ni kuwa walisilimu wakaukubali uislamu na wakaendelea kuishi kama Waislamu kisha ile fitna ikaja baadaye. Waila miongoni mwa wageni pia wa muhimu sana waliokuja ni wafdi ya Tway. Sehemu sehem yani, walikuja hawa watu kutoka Tway, na miongoni miongonimwao kuna mtu mmoja muhimu sana akiitwa Zaidul Khail akiitwa Zaidul Khail, yeye ndo alikuwa kiongozi wao. Huyu Zaid, Zaidul Khail, wow. -khail amezisikia bon sana basi Bwana bon Mtume, hakuna mtu yeyote ambaye amba mishai kutajiwa katika isipokuwa kila nikimwona naona kama ambaye zile sifa zimepita hali yake ya ukweli. Yani watu kidogo wamefanya mubalagha katika kumsifu isipokuwa nani? Isipokuwa Zaidul Khayr, subhanallah, isipokuwa wewe Zaidul Khayr. Yani yeye bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamwambia mimi, nimesikia sifa zako nyingi nzuri na nilipokupata, nikakupata imma umetoshana na zile sifa ama hata umezishinda. Subhanallah, angalia hali, angalia mtu huyo, yani kwa wema alokuwa nao Eh, na bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam huyu alimbadilisha jina, akamuita akamuita Zaidul Zaidul Zaidul Zaidul Khair Zaidul Khair Khair. Maana bwana bwana mtume mtume sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa wa sallam akipenda kuwa kuwa yani yaani, yani na tafaul ambayo ni ni kama optimism, kila kitu unapiga fali fali njema njema. Tunasema kupiga fali njema ni kwa, bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam yupenda sana kuwa optimistic, basi akambadilisha jina Zaidul Khair, yeye akamuita Zaidul Khair naam. Kwa hivyo hili kwa wafdi ya Taif.